Arusha, mambo vipi na kaaje? Design kama sisi tuko poa, nikwambie tu kwamba hapa ni kutokea kwenye kumbukumbu ya uwanja wa Sheikh Amri Abed Arusha, jimbo la Arusha mjini, ambapo mgombea wa ubunge wa jimbo hili ni mheshimiwa Christian Makonda, ambapo sisi tuko hapa kwenye uwanja huu. Pembeni yangu utaona kuna watu ambao wamenizunguka, hawa si wengine, wanaitwa wadudu. Yani uwezi kufika Arusha bila kukutana na wadudu ambao tuko nao hapa. Wao wanasema wamekuja kujitokeza kwa ajili ya maandalizi ya kumpokea Mheshimiwa Daktari Suluhu, uh, Daktari Samia Suluhu Hassan mgombea wa uraisi kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM ambapo tarehe mbili atakuwa katika uwanja huu. Eh, bana mambo ni aje? Ojijo heba mnyongo denye. Eh, bana tuko hapa leo ni tarehe 29 mwezi wa tisa na tarehe mbili tunajua tunampokea mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumejipangaje kuhakikisha uh, tunampokea kwa shangwe tarehe mbili? Jambo kwanza leo nyenye tarehe 7 nyenye mrugadi yangu siko fulio.

Sasi tunawaza nini? hatuna yeah, mbili kwenye moja neba mnyongo de ni kisanga de na robo de nyengede <laughs> Ebana, nakubali sana maneno ya Arusha ni mengi sana. Ebana, tarehe mbili tunampokea mama yetu daktari Samia Suluhu Hassan katika kumbukumbu hii ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Vipi, tumejipangaje? uwanja utajaa, mwanangu sio kujaa, uwanja utafurika. Alafu itakuwa ni makasiriko kwenye uwanja, watu lazima waje. Alafu wadudu wenyewe wako kila mahali akuja kumpokea mwamogizi mkazi yenyewe Mama Samia na dingi yetu Makonda, enyee kwenye jimbo letu la Chuga yani arachuga. E, tumekuja kuwakilisha kuanzia sasa hivi, enyewe tunaanza kukesha nini ni mbaya bana e. kuna uspesho wote mmeuandaa kwa ajili ya mama yetu Samia Suluhu Hassan? labda kuna song au kuna vibe, mmeendaa surprise gani kuelekea tarehe mbili? surprise sapra ambayo ikoapa Chuga kwamba ni amani ttawaliynitunamanisha ama, amani mda wawote mwama akitimbwa hapa sindo tumeanza kufanya, yaani amani ya kwamba mwaniga zetu wadudu wetu mwachizi zetu mwabladi, yaani kwamba hapa ni amani. Chuga kama Chuga, mama akija ni shango kwa mstari, watu waruke debe, watu waenjoi, wamwoni mama kizi mkazi mitano tena, hivo tu Kuo, Arusha naambiwa ni sehemu ambayo mama atapita bila kupata. Si mkuu, kwa nini? Mama si mama, afu mama ndo ana uchungu na watoto wake. Maana yeye sasa ndo ana uchungu kwa sababu katubeba miezi tisa ni aje. Kwa hiyo mama kama mama, welcome tu wadudu wake kama hivi, si tunamsupport tunamsabai mama yetu kisi mkazi ni aje. Yaani, sisi lazima aje na atatuona wadudu, yani wadudu kama wadudu wa ni aje. Yaani, sisi hapa kama mama ni aje. Lazima tu mama tu yani lazima enjoy kwanza sio uwanja wengine watapanda paka kwenye magorofa yani hivyo tu yani, sio kwamba labda ni uwanja yeah. Magorofa aliozunguka eh, uwanja watapanda yeah. Panda mpaka kwenye madirisha. Unajua si unajua tena mama ni mama eh bana, huyu mdudu ana mbwembwe, ana briefcase fulani hivi, alafu ameweka mguu juu, sijui anamaanisha nini bana. Um, kuna zawadi za mama au kuna nini? Kitu nilichomaanisha hapa hivi ni kwamba mama, welcome. Hapa kuna kitu kitu chake hapa hivi yeah. Sitakuambia mwandishi wa habari wala nani yeah. Yani hapa hivi kuna mzigo wake yeah. Kwamba yani hey, watu wengine wazani yani sio, lakini hapa kuna maelekezo yake mama. Welcome alisema yani, welcome. Na maelekezo <laughs> Ali wangu niko bana, mdudu anakuambia um kwenye hii briefcase kuna maelekezo ya mama tarehe mbili Oktoba mama atakuepo hapa, atakutana na maelekezo kutokea kwa wadudu. Alafu wadudu wanakwambia unyama umezingatiwa, alafu amani inatawala sana eh bana. E, mdudu mwingine hapa, mimi nataka atume salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kupitia chama cha Mapinduzi, CCM. Huyo hapa anatuma salamu baba. Yani sisi hatuna ya mbeleja nyingi jombe. Yani Oktoba tuna tunatiki Oktoba, tuna tiki tu kikuu, au sio? Wazi kabisa hatuwazi mawazo aina wote e bana, tumejiandaje sasa kumpokea kwa shangwe yani, anyway. unajua kuna zile shangwe za kichuga, tumemwandalia nini mama mama, surprise ni akufa mtu hapa hapa, ni taharuki yani, zimeoga zipo shendele kinyama. Kwa hiyo msiwaze mawazo e bana, tunafahamu mama anakuja, lakini pia anagombea mama urais, lakini pia hapa Arusha mjini yupo yupopo makonda anagombea tunampa Makonda yeah. Makonda hajaipingwa jomba, yeah. Makonda ni za kwake ziko mbelembele kama tai, yaani ziko mbelembele kama tai yeah. Wazi kabisa ni hatuwezi waza mawazo kwa ule jomba, kwa sababu gani? yeah. Ni mtu wa watu, halafu wa watu ndo ndo sisi, yeah. Hivyo Yaani yni hivyo. Alafu ni venye <laughs> ashapita ni kabla kupitishwa, ashapita. Yaani kwamba tu inasikilizwa tu, ni kutiki baba, Mama Samia imepita mitatu. Alafu kwamba ni hivi, cheki, kuna mitatu asimba juma kwa maana nikwambia hapa, ina mambo mengi cheki, usiwaabarishe tu. Cheki. Hapa niko liwalo... yeah. Na yangu liwalo eh, mimi ni kwa pasi yangu wa baba moja mama moja, la matumbo mbali, mama yetu. Kitu ambacho tunabonga ni kwamba Mama Samia mitano tena Makonda tuna tiki e bana, kwa pamoja sasa hivi, sasa hivi kwa pamoja, tusogee tusogee nyuma, tusogee nyuma. Tusoge nyuma tunaenda kupiga goti Alafu inaenda kusomwa dua, inaenda kusomwa dua. Sasa hivi Arusha, tuitikie dua, au sio? Wanangu wa Arusha, tuitikie dua. Ebana, msoma dua yule yuko wapi? Aho, chafu yangu kabisa, eh bana. Tunapiga goti, tunapiga goti, tunaenda kusoma dua kwa mama yetu e, kwa ajili ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aende akwa heshima, kwa heshima eh? Tunavua kofia Arusha eh? inaenda kusomwa dua. Tunaomba dua iitikiwe kwa sauti ya juu sana, au sio? Ebana sisi tunaenda kumpa dua, inaenda kusomwa tunampa maiki asome dua, twenzetukazi bana, dua itikiwe kwa sauti ya juu sana. Ah, niko hivi, kabla ya yote, ni kwamba ni kwamba tunamwombea dua mama yetu Samia Suluhu Hassan ni kwamba atimbe hapa fyade, yaani ni kwamba wakati anatoka nyumbani abarikiwe na dua hii na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amuonekanie, amprotekti. Amin. Ni kwamba afike hapa chuga, sio pengine ni hapa hapa Sheikh Amri Abedi atakuta wadudu, tuko kuanzia leo tarehe 30 mpaka hiyo tarehe moko

Amina rabi amina, tutakabaria karim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wala alihi wa ali wa sabih wasalama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ebana Arusha tuseme amin. Ebana sio wadudu tu peke kia, yake, hata nyiwe mnaweza kuja hapa, alafu tukaenda tuka, tuka, tuka kwa pamoja, tukasema Oktoba tunafanyaje? Ebana mi nikisema Oktoba kwa kushirikiana na wadudu wote, tunasema tunati tunaenda tuna kwa pamoja, au sio? Um, ebana Oktoba. Tunatiki, Oktoba. Tunatiki, tunatiki. Tunatiki kwa nani? Alafu kwa Arusha tunatiki kwa nani? Ebana, sauti zisikike tena zikiwa juu sana, Tanzania tunatiki kwa nani? Mama Samia. Kwa Arusha tunatiki kwa nani? Kwa, kwa, kwa, kwa pamoja, pamoja Oktoba tunatiki. Sema hala meisha hiyo, au sio? Eh bana, si tuseme hatuna la ziada, tumemaliza na wadudu session yetu. Tuwatakie tu Oktoba utikijimwe mwema, mwema. Mwema.